Na serikali ya Kenya imeagizwa kuilipa jamii ya Ogiek shilingi milioni 157.8 kwa uharibifu wa mali na masaibu waliopitia wakati wa shughuli ya kuwafurusha kutoka msitu wa Mau. Mahakama ya bara la Afrika kuhusu haki za binadamu ilipotoa uamuzi wa wake ilisema ufurushaji huo ulikiuka haki za watu wa jamii ya Ogiek na serikali ya Kenya inapaswa kuwapa watu wa jamii ya Ogiek hati za kumiliki ardhi za mababu wao. Uamuzi huo pia unaihitaji Kenya kutambua rasmi jamii ya Ogiek kama mojawapo ya jamii za humu nchini na haki yao ya kushauriwa kuhusu masuala ya ardhi yao na mtindo wa maisha kuheshimiwa. Licha ya maamuzi ya mahakama ya mwaka 2017 na mwaka 2022, utekelezi wa maamuzi hayo ya mahakama ulikwama, na mahakama hivi majuzi ilifanya kikao cha kushughulikia ucheleweshaji huo, huku Kenya ikisema umetokana na changamoto mbalimbali mbali. Uamuzi wa leo mjini Arusha nchini Tanzania ulizingatia maswala kadhaa kwenye kesi iliyo mbele yake. Kuhusu kutambuliwa rasmi, mahakama hiyo iliagiza serikali itambue kabila la Ogiek, utamaduni na imani za watu wa jamii hiyo. Uamuzi wa mahakama wa mwaka elfu mbili kumi na saba ulipata haki za watu wa jamii hiyo zilikiukwa wakati wa kuifurusha chini ya sheria za Afrika, ikiwa ni pamoja na haki ya kutobaguliwa, haki za kidini, kitamaduni na haki za kuuza rasilimali za kiasili kuhusu uhamishaji, uamuzi wa mwaka alfu mbili ishirini na mbili, mahakama iliagiza serikali kulipa jumla ya shilingi milioni mia moja hamsini na saba laki nane na alfu hamsini ikiwa ni pamoja na shilingi milioni hamsini na saba laki nane na alfu hamsini za uharibifu wa mali na shilingi milioni mia moja kwa kukiuka haki za jamii. Mahakama hiyo pia iliagiza Kenya kutambua kugawa ardhi ya jamii ya Ogiek na kuipa hati miliki za ardhi ya mababu wao katika msitu wa Mau katika muda wa miaka miwili ijayo. Kuhusu ardhi yao ambayo imekodeshwa au kutwaliwa, mahakama iliagiza serikali kushauriana na jamii ya Ogiek kuhusu kurejeshwa au kufidiwa. Michael Mandiga, Darubini.